Sisi tumeona safari mahali limetoka, na tunakumbuka tulianza hii safari namna gani, lakini tulipofika katikati, tuligundua sisi tulikuwa watu wa kusukuma watu au wapande wakakule matunda sisi watuzike. Lakini bahati ni kwamba muhura wa kipindi ni miaka tatu peke yake. Ile ujumbe nataka kuwauliza leo watu wa Kirinyaga ni kuhakikisha hatuwezi kuinua serikali hii ya William Ruto kipindi kingine, ni lazima izame. Tukienda kupiga kura ya 2027 tumalizane na hiyo soko. Yaani hatukufikiria. William alituambia hakuna mtu atapomolewa nyumba yake, akitoka kazini akuta vitu zake ziko nje. Leo zinalalanga nje, ukitoka kazini unakuta kulipomolewa. Alituambia hakuna extrajudicial killing itawezekana kwa serikali yake. Leo anaua ama haui? Serikali ya leo inaua ama haui? Leo tunaona vijana wanakamatwa usiku na mchana na wanafichwa miezi mbili tatu, wanatoka wakiwa wamekonda kama uzi. Kwa hivyo tunasema kama serikali hii hakuna promise yoyote ambayo iliahidi wananchi wana hata ile ilikuwa naitwa na bottom up, sijui mtu wa bodaboda leo nimeona tu sasa wakati wameona kama kimeumana, wameanza sasa kutembea huko wakisema empowerment. Lakini swali mnawaulizaga swali ni budget gani hii wanatumia kwa hii empowerment sasa wanazunguka nayo hii empowerment, ni ya miaka yote ama ni kipindi tu ya kupiga siasa? Basi yangu ni kuambia tusinje tukapotezwa na hizo empowerment etu tutanganywe na hiyo hela kidogo tunaletewa tukiambiwa ni empowerment, tupoteze njia yangu. Nitawambia kama kuna makosa William, walitukosea kama watu wa mlima. Ule jamba ja tulimpatia akamwombea kura kip, katika eneo hili akapata kura ya eneo hili 47% tukaweka kwa sanduku moja, alafu mtu akaipiga teke, hatutamsamehe na kama kuna kitu inaitwa political betrayal hakuna ingine kama ile William aling'atua gashagwa akamtuma chini ya basi tunakubaliana watu wetu na sasa tunasema mahali tunaelekea tukae macho kwa sababu yeye ukimuuliza angeongeza nafasi kwa hakuna uchaguzi lakini tunasema uchaguzi haubanduki uchaguzi tutaendelea nayo 2027 sisi tunauliza gashagwa Ungana na timu yako hiyo yote unaungana nayo. Sunguka Kenya mzima uza manifesto ya kungoa William Ruto ili serikali ya Kenya irudi kwa raini na wananchi wa Kenya wapate service, na tuna imani kwamba Gachagua na timu yake ya wazake akiwemo Martha Karua, akiwemo Justice Muturi, aki, Justin Muturi, akiwemo Kalonzo Musyoka, akiwemo Natembeya, akiwemo Matiang'i akiwemo wa Marwa, na wale wengine, tuungane pamoja, tulete Kenya pamoja na tuhakishe kazungu tutamng'oa akiwa na milioni nne. Wakiwa na Raila Odinga sisi tuwe tumepiga kura milioni kumi na tumezonga.